Tanzania ama utazama ukiwa wapi. Mimi ni Meki Mchane na leo ni siku nyingine kubwa kabisa, siku kubwa ambayo tukikutana hapa ujue ni mambo makubwa na wanakuwepo watu wakubwa kweli kweli. Ni Super Royal Sports Draw na hii ni kubwa zaidi na inakuja kivingine, ndiyo maana utaona makubwa yanaonekana hapa studio. Sipo peke yangu kama ilivyo ada, huwa naambatana na wenzangu hapa kuhakikisha kwamba kazi hii siifanyi peke yangu, tunaifanya sote na kwa weledi mkubwa. Zuchik pamoja mm. na Maulid Kitenge. Ndio, habarini? Tuko salama kabisa vizuri. <laughs> Tuko vizuri, Tuko vizuri, ndio. Na tumeamka eh, leo tukiwa na afya njema ndio, tukijua kabisa jioni ya leo tunahakikisha tunamkabidhi mtu motoka, motoka. Ya yeah. Toyota, Toyota IST. IST. Eh, eh, e bana wee, na nimetumia neno motokaa. Ndio. Wazee wetu wa zamani ndio walikuwa <laughs> wanatumia sana majina haya ndio. Eh, bwana, angalia e. kuna motokaa Ndio. Eh, eh, hey. Kwa hiyo leo mtu atapata motokaa aina ya Toyota IST kutoka PMBet. PMBet. Na muda huu mm -hmm. unatutazama live kupitia YouTube ya PMTV Tanzania mm. hali kadhalika Instagram ya PMBet na Facebook ya PMBet. Kote huko tunahakikisha wewe, afisa ubashiri, unaangalia kwa uwazi mkubwa ni nani anaenda kushinda hii motokaa ambd <laughs> natamani leo yani, watu wawe karibu sana na simu zao. E, e, e, tukipiga simu yako. Ndio. <laughs> Ndio. Inaita, tu inaita, haina majibu, tutajaribu tena mara ya pili. Tukiona tena haina ah, majibu, basi tunahamisha tena, lazima tupate mshindi, tupate mshindi. Sasa, kubwa zaidi pia, uh, hapa mbele yangu kuna tiketi mia mbili. Imekuwa tofauti kidogo Mbani. Sasa, okay, unaweza ukajiuliza kwa nini tiketi zimekuwa nyingi kiasi hicho msimu huu ama awamu hii mpya. Sasa tunajumuisha na wachezaji wale wanaobashiri kupitia USSD. Namaanisha, mm -hmm, yule ambaye hana simu janja anabashiri kupitia nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Mwanzo tulikuwa hatujumuishi tiketi hizo dio. Sasa leo tiketi mia mbili na wao wakiwemo, fikiria, anapata ushindi mtu ambaye ame, amebashiri kwa kupitia kiswaswadu kile, anaita mtu hana tu simjanja, apigiwe simu yeye ameshinda motokaa yani <laughs> ana kiswaswadu ndio. Alafu, wanaenda kumiliki motoka, bwana wewe. Haya ni makubwa kabisa, kabisa ya PMBet na unaona, tuwafikie huko pia wengine wapo vijijini kule hakuna Nikweli. mtandao Nikweli. Sasa kupitia a USSD unaweza ukabashiri huko Dino, na ukawa sehemu ya ushindi, lakini pia nyongeza hmm, ni kwa upande wa promotion mpya ambalo ni soko jipya na PMBet wanahakikisha hapa nchini Tanzania wanafanya makubwa kwenye soko jipya la ubunifu zaidi katika kubashiri okay. ambapo tunawaambia tena na tena kwamba sasa kuna promo uh, kuna soko jipya la kubashiri kupitia one up, na one up. Unaona? Na na tu, tu, uh, two, hiyo ni option mpya katika kubashiri tumezoea, iyo? Zile odds labda double chance ehe, tumezoea tu tuweke magoli, correct score uh, na dio, mengine. Sasa hii ni mpya kutoka PMBet. Hii usubiri mchezo uishe, usubiri mchezo uishe, mfano <laughs> hiyo one up, maana yake mimi nitabashiri mchezo kati ya Manchester United dio, na Liverpool, mimi nimewapa Manchester United dio, kwenye one up, maana yake aongoze goli moja katika nyakati fulani ya mchezo dio. Kwa hiyo dakika tu ya tisa uh -huh. Uh, timu yako ika ikabagazwa pale eh. E, goli moja eh. Mimi tayari shughuli yangu imeisha ah -ah. Mkeka ninao tayari ah, na nimeshinda yani hapo, hapo. Dakika ya tisa <laughs> timu ikapata goli moja mm. Tayari inaongoza goli moja ambalo nilisema ndio. Kwa hiyo mimi mzigo wangu nitaupakua ah -ah. Baada ya hapo eh, eh, eh, matokeo eh, dakika zile tisini hata eh, akibadilika Liverpool ashinde mm, kwa sababu kuna wakati Manchester aliongoza goli moja, moja, mimi huko sihusiki tena. tena na hivyo e, hivyo kwenye tua maana yake e, e, magori mawili timu yako iongoze magori mawili e, katika wakati wowote ule wa mchezo ah. Hayo ni makubwa kabisa hayo. Ay, mm, mm, ah, kokote ni jambo zuri hilo bwana. Kuna mambo ya kusubiri subiri tena mpaka mwisho uvune mpunga wako pale. <laughs> <laughs> <laughs> Unatulia takalotokea mbele wewe, watajua wenyewe <laughs> na sio wewe tu, hata watazamaji wetu wanaona kama tunawachelewesha vipi? Mwona mwona waendi eneo hee la tukio moja kwa moja la tukio mbele wa pale, wanamwona mwari yule pale pale ndio. <laughs> <laughs> Sasa Ndiyo. ulivyo utaratibu wa leo Ndiyo. Ndiyo, na tumeweka katika namna ya pekee unaona, mm. manake mwari wetu yupo mbele hasa, ah, tutaenda kuchanganya mmoja baada ya mwingine Ndiyo. manake atatangulia unaenda Bidada Bidada, Eh. <laughs> kalichanganya lile eh, ataenda kulichanganya eh, alafu baadaye utarudi we, mzee wa kazi. Sasa ukishachanganya pale mm. Utatuokotea na tiketi moja Ndiyo, ambayo huyo tutakuja kuifungua hapa na ndiye atakayekuwa mshindi wetu siku ya leo. Basi tumemaliza shughuli. Ndio, mimi niko tayari. Ndio, na kwa hakika sasa tumruhusu Bi mkubwa aanze kuelekea eneo la tukio e bwana. Ndio, changanya changanya na namna zuu anapochanganya, nimependa hata uchangamfu wake, anaonekana ni mchangamfu sana. ah. e, katika mambo mtambuka ah. Sasa <laughs> mimi na mimi nasogea eneo <laughs> la <tukio. laughs> na eneo la tukio mimi <laughs> nasogea eneo <laughs> la tukio nafika mpaka hapa eneo la tukio kwanza, na mimi nachanganya pia ili eh, hey. Na mimi maanake unajua zuu bwana ndio asije akawa amechanganya, afu moja akaiweka juu, ameiseti vizuri moja, ehe, unachanganya naye katika namna pekee kabisa, kila mmoja hapa sasa kaamini, ndio sasa nimetoka na moja, umetoka na, na kadi moja eh, tunampigia makofi ukiwa hatujajua ni nani. Sasa tutasogea huku kama kawaida. Ni, nirudi sasa eh, eneo la tukio ili nifungue, tuende eh, katika hatua ya eh, kumpigia ya kumpigia simu simu. Shindi simu. Eh, wa moto kai ya leo eh, aina ya Toyota IST Dio, kwenye promotion ya Super Royal Sports uer. Kila baada ya wiki tano tunakuwa tunakutana hapa kufanya makubwa. Mara ya mwisho tulikuwa hapa Septemba tano na leo tupo hapa Oktoba tukiwa katika kilele cha wiki ya huduma kwa wateja, wateja na mteja mwingine ni huyu anashinda gari huyo yani, Kusbu, yani huyu anaenda kushinda gari kwenye kilele kabisa kilele, yeye anapata furaha, sasa. Basi mteja mwle wetu ngoja ni ifungue taratibu, naifungua cha cha cha ta ndio Ehe, sasa, sasa bwana, ndio naigeuza huku, ni kiziba namba ya simu ili wasimsumbue, ndio e, namba ehe, e, na ID inaonekana, inaonekana hii hapa mm. Unaona bwana hii namba yake ID ni kumi na saba, kumi na saba, ishirini na tano, ishirini na tano, sitini na tatu, sitini ni na tatu, mwisho, tano. mwisho tano. Ya okay. Hiyo ndio ID ya mshindi wa leo. Sasa mimi naigeuza hivi ili nimwambie zuche sasa, hii namba ndio hii Dio. ya mshindi wetu na, sijui anatokea mkoa gani, sijui wilaya gani, sijui visiwani e, e au wana, bara e, yote tutayajua, yote tutayajua kupitia niandike, zoezi la kuandika namba ya simu linaendelea hapo, ili dio, kujua mshindi mm -hmm. wetu wa leo anatoka wapi, tutajua hapa. Na wewe unaweza ukawa mshindi wa gari aina ya Toyota IST kutoka ni super, Royal Sports hey, kama mekaa sawa hey, mimi nawaruhusu sasa tumpigie. Tumpigie moja kwa moja moja pasipo kupoteza muda. Ehe, ngoja tupige hapa. Ndio. Ehe, tuisikie. Ehe, ni wawapi na tumeshasitiza e, amba e, e. Jamani, simu zenu hakikisha ziko on, yeah. na no. muwe karibu nazo. Nnam. Sio iwe tu on kawa alafu ikawa iko chumbani, wewe huko huko mtaani huko Naamu. Habari za usiku. Salama, habari. Nzuri, mimi naitwa Maulid Kitenge kutoka PMbet. e, ndio wewe unaitwa nani? Halo unaitwa Piate Mwampiate uko wapi Piate Mwampiate Piate hapa mjini Dar es Salaam kubwa, pia kuna Temeke, kuna Ilala, kuna Kinondoni, Kigamboni, we wapi? Ubungo huko, Kariakoo? Ah, mjini kabisa, bwana, uko Kariakoo, mjini kabisa. Sasa bwana, umekuwa ukicheza na PMbet, umekuwa ukicheza PMbet, bwana, kwa muda gani sasa kwa muda gani umekuwa ukicheza? muda mrefu hey. Ah, bwana, sasa mimi nina habari njema bwana. Ndiyo. Piate. Ndiyo. Wewe bwana Piate, umefanikiwa katika draw yetu tulioichezesha saa mbili usiku leo Jumamosi, Oktoba kumi na moja kuwa mshindi wa gari Toyota IST. Ni A. Sasa pia te mimi, Maulid Kitenge, naweza nikakupigia simu mi ya namba yako nimeijuaje? ya nita ya bwana, mimi namba yako bwana, nimechezesha draw hapa, nimeibuga na karatasi moja, namba yako nimeipata bwana, ongera sana kwa ushindi wa gari Toyota IST. Ah, sasa hilo ndio nilikuwa ndio. <laughs> Nalitegemea hiyo sasa, nikikata tu simu yako hii, maofisa wetu bwana watakupigia kukuambia namna gani, na bahati nzuri huko Kariakoo Dar es Salaam, hii namna gani gari itakufikia tuko live pia. Na sasa hivi tuko live kupitia Instagram, sa eh, PMTV na Instagram ya PMBet eh, PMTV YouTube channel yetu ndio. Lakini ha, hiu, pia tuko hiu, Instagram live kabisa, watu wanakusikia bwana. Piate mwampiate. Mm -hmm. Mm -hmm. Hiati, hiati, hiati, hiati. Kwa hiyo bwana, usiwe na wasiwasi, hili jambo sio la siri, sio la la kwamba tunaongea mimi na wewe tu ndiyo. Usikiki, unatazamwa sasa hivi na kila mtu na kila mtu kajua kwamba Piate ameshinda gari uh, kwenye namba hii. Sasa usiwe na wasiwasi namba hii tutawasiliana, tutapigiwa baada ya kumaliza sisi ndiyo, hapa ndiyo. Tutakupigia, watakupigia maofisa wetu ili wakwambie uta- utaratibu wa kukuletea gari yako. Haya, bosi wangu, basi. Maulid Kitenge jezi namba tisa mgongoni <laughs> kocha mchezaji, eh, jezi ya bakora, hakuna mtu mwingine tena. Maulid Kitenge Kitenge, asante eh, sana, sana basi tunakushukuru sana bwana na kama una neno moja tu kwa wanaokutazama na kukusikiliza kuhusiana na PMbet? Baba, mimi nawashukuru sana pia na wewe, na kama unavyojua mimi mwenyewe kama unavyonijua, ndo kama ndo hivyo. Wanangu wote wananifahamu, wananifahamu bwana, we ndio ndio tajiri yangu. Wanao wote wanakufahamu kama wewe ni piate mwampiate <laughs> basi minajua, baada ya kukata simu yangu simu zitaingia tu hapo nyingi <laughs> asante sana piate. Haya bwana yawi ya yawi, sasa yamekuwa piate piate, kutoka Kariakoo to Mbezi Salam amejishindia gari yake Toyota, yeah. IST. Naamu. Na sisi tumpongeze kusema kweli aamini yeah. Anasema sasa nitaipataje? Kwanza swali alilouliza ni kweli, maana so, unajua mtu unajua umekaa sa sasa hivi kijiweni hivi hey. Alafu una watu wanakupigia simu wanakuambia bwana, wewe mchindi wa gari lazima. so, hata wewe uoji bwana hey. Kivipi ndio hiyo hiyo inafikiaje sasa? Lakini ukirudi ukasema ah, kweli mi nimecheza, nimecheza na PMbet, unapata imani sasa kweli kweli, maake ungekuwa hujacheza hivi alafu gafla tu unaambia kuna gari hapa ah. Mane, gari hapa mnanipaje gari kwa ngumu kwangu? Naam. Sasa hayo ndiyo mambo ya PMbet, kama ambavyo mmemsikia mshindi wetu amepatikana. Na sisi hilo ndiyo likuwa jukumu letu kubwa, tuje hapa tuhakikishe mtu mmoja anakuwa sehemu ya ushindi na safari hii ambayo PMbet wanaifanya mara kwa mara kuhakikisha kwamba wana wajali wateja wao kwa kuwapa bonasi zaidi tofauti huenda na sehemu nyingine. Sasa kupitia Super Royal Sports, maana yake kadri unavyobashiri na PMbet unatengeza nafasi ya kuwa katika ubao wa vinara ama leaderboard ile, na kila wiki majina yanaingia, na kama ambavyo niliwagusia mwanzo kama hizi awamu sasa, tunaingia na watu wanaobashiri kupitia USSD, wale wanaopiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli, maana yake kama huna mtandao ama huna simu janja kabisa, ukibashiri kwa njia hiyo na wewe unakuwa sehemu ya tiketi hizi ambazo mm. zipo hapa lakini yeah, kubwa zaidi pia. mm. nilitangaza masoko mapya yanayopatikana mm. kupitia PMBet ambayo ni one up na mm. two up. we bwana wewe, ukiweka timu moja wapo iongoze mm. uh, goli moja katika wakati wote ule wa, wa, wa, wa mchezo mm. timu imepata goli moja, ilikuwa inaongoza pale, umeshashinda hata kama mm. ikija kupoteza mbili moja, wewe ilipokuwa inaongoza umeshashinda tayari, mkeka wako na umeshia pale pale ukiweka tu up maana yake iwe juu kwa goli mbili, ikiwa mbili nne, ikiwa tatu nne baadaye, lakini nilikuwa naongoza goli mbili na timu yangu mimi, tayari mkeka wangu nimeshashinda, nimeshaweka hesabu zangu sawa, sidai tena timu yangu. Kitu ambacho nashikipendea kutoka PM Bet ni kwamba hawana ubaguzi, au sio mzee? Wenzangu wewe mwenye kiswaswadu wewe mwenye kutumia mtambo yani, Hawakubagui eh, eh, IST itakufikia tu, endelea tu kubashiri mara kwa mara na, kwa sababu mm, hayawi hayawi yamekuwa kwa nani piate, hivyo kesho na kesho kutwa. Au wee unaweza ukarahisisha ukavuta piate na huyu bwana piate, tukiona naye tutamuuliza eh, eh. Usikute ni winga pale kaliakosa, unawezekana hey, jina hey, hilo la Piate hey, awa wanaye wote ka, hey, wanamjua hivyo hey, kwa majina hayo basi hey. Bila shaka tajua mengi baada ya kuonana naye, ndio na kumkabidhi gari dio, yake bwana, hakuna neno dio. Na kusema kweli sisi tuwashukuru sana sahi, eh, wale wote ambao mmeshiriki katika draw hii, na mmecheza nyinyi, ni washindi lakini ilikuwa la paswa tupate mshindi huyu mmoja. Eh, sasa leo imemwangukia piate, nawezekana draw ijayo ikakuangukia wewe, kwa hiyo na uwezi Kwa Eh, kubahatika ndiyo. Bila kubahatisha lazima ubahatishe ubahatike, ndio. Sasa unaweza bwana, bwana hao kweli, wewe unaendelea kusema kweli, wenzako wanachukua magari. Kwa hiyo watu wajisajiri, wajisajili tovutini pmbet.co.tz, ama ukipiga hiyo nyota 149 nyota 23 alama ya reli Utakuwa umejisajili na utaanza kubashiri huko, na wewe ukawa sehemu ya safari hii ya ushindi. Ndio meki mchane kuwa na zuchik, ndio Maulid Kitenge ndio. Bila shaka hatuna la ziada tena. Hatuna la ziada usiku si, si. mwanana huu eh, Jumamosi hiyo. E, wiki weekend hiyo watu tuingie sasa katika viwanja mbalimbali mbali. <laughs> wale ambao wataendelea kubashiri kuna michezo mbalimbali ya ligi mbalimbali Ulaya mbali inaendelea e, lakini kuna michezo ya kalenda ya FIFA hii. E, mechi za kimataifa mbalimbali watu wanafuzu kuelekea World Cup ya mwakani. Naam. kule Marekani kule na Canada huko na Mexico. Kwa hiyo wewe tu kuamua wewe. Sasa mikeka yako na umeshawapa mbinu kwamba sasa wao washindwe wenyewe. Naam, basi, asante kwa kututazama, tukutane tena wakati mwingine katika draw ya Super Royal Sports.